a Allah subhanahu wa Ta'ala mpaka alipofikiwa na yakini wa nawu, mauti akawa ameshafikisha haki zote. Ndugu zangu katika imani, hotuba za Ijumaa mawaidha ni kukumbushana katika dini yetu kufu ya Kiislamu. Kwa nini sisi ni wapita njia, na Allah subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba tutajaribu kutazama kimbe mwanamke ama wanawake. Mwanamama huyo alikuwa ni mwerevu, akasema ya rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa maana na akthara ahli nnari. Kwa nini, kwa nini sisi wanawake tuko wengi motoni? Ndio maudhui ya khutba hii. Sababu gani wanawake ni wengi motoni? na Mtume akawafukia, uh, uh, akawaambia nyie fanye sana sifa na toeni sana sadaka. Na hii kwambiwa atoe sadaka wanawake kwa mambo mengi, kuwemo pesa mwanamke, pesa za kutoa uh, zakaa na sadaka ni pesa, anaweza kufanya kazi ambayo inamruhusu kisheria ya dini yake, kazi kimruhusu mwanamke sheria ya dini yake, anaweza kufanya kazi i kaashambulishwa, afanye nini? Atoe sadaka kumbe atoe katika mali yake anayoitumikia kwa kuchunga misingi ya dini yake. Basi mama huyo akauliza, kwa nini sisi ni wengi katika moto wa jahannama? Qala sallallahu alayhi wasalama, mtume wa Mwenyezi Mungu akamjibu mama huyo, tukthirna llana watakfurna lashir, mnazidisha sana la, matendo ya laana, mnazidisha sana dhambi, wanawake walikataza mambo mengi sana ambayo yanafungamana na laana, lakini wanafanya waliambiwa. Kusuka ni laana, wanaunganisha nywele, kusuka kwa kuunga nywele, na laana ya kuunga nywele inaanza kwa muuza nywele, ule mwenye kuuza nywele zile za kuunga, laana inaanzia pale, mwenye kununua. Ukimnunulia mtu wako nywele, unachukua pesa yako unakwenda kununulia mtu wako nywele, jakaunge laana na kupata yule mwenye kufanya kazi ya kusuka, au wote wanakusanyika ndani. Haya ni aya ya wanawake wamekatazwa, lakini wanafanya ni mengi tu. Mwanamke aliambiwa, mwanamke yeyote ambaye ataitwa na mume wake katika usiku wa mapenzi na tendo la ndoa, akamuita kitandani faaba akakataa, laanatu lmalaika hata tusbiha analaani We wa, wa, katika wanawake wanafanya wa vitukaruzana kidogo, mwanamke au mke na mume wanaweza wakajibizana, kajibizana kidogo kauozi kadogo, lakini mume ataemea atanunua umeme atanunua kila kitu mechochi ya nyumbani, lakini mwanamke au mke mwanaume antua afanye mistake ndogo, anaweka road block. Ni matendo ya dana na mengi wanayafanya, kutoka nyumbani bila ruhusa ya waume zao Wanasema analaaniwa kwa kila hatua, wanafanya Mtume akasema, tukfirna alana, unasitisha sana laana, watakfurna alashira na wakufuru waume zenu, alashira hadi mume mume mumewkatoshaija ndani ya nyumba, mke akakuja. Unaweza wkafanya mambo mema mazuri kumfanyia mke wako, lakini yale yote takwambia Sijaona hili yote unanisaidia, mimi maisha ya dhiki. Unaweza kuangaika kutafuta riziki, umechonga umemlea, umemtoa kwao akiwa na miaka kumi na nane, umekaa naye mpaka amekuwa mzima, lakini usishangae siku moja kwambia, wewe mimi nateseka, unanisaidia hiyo yote. Ni yo, ni kukufuru yo, yo, yo, yo, neema ambazo wanaume wanawafanyia wake zao, ndio mtume akamwambia yenye mnawakufuru waume zenu, ni dhambi kubwa ni matendo yenye kumkasirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kufuru wa mizini kupinga zile neema ambazo mume anafanya au mume anakutendea. Kamagoe kama vile mke wake nopita ukienda kazini asubuhi, anakuita anakotea mme wangu, tutavumilia itakita ina muogope Allah kupitia sisi, unaenda huko, muogope Mwenyezi Mungu, tutavumilia sisi njaa kwa kuwa wanachukua utafutatu na ugumu wake, usiende kudhulumu kwa ajili yetu, tutavumilia njaa na kiwi, lakini siku ya Kiyama hatuwezi wewe hata jahannam utakwenda kutafuta riziki zangu, unakwenda hauna wasiwasi, na ukikosa unarudi nyumbani hauna wasiwasi. Lakini wanawake wa leo zangu, anakuomba nguo za rangi nzuri, nguo za rangi nzuri, kazi yenyewe ni wasiwasi au kulipa nyumba za masomo watoto umeme lakini naomba vitu vya ghali, ndio maana imani za wanaume nyingi zimecheza. Ndio zao katika imani, Allah asema, Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, na Maryam binti wa Imran ambaye na kajihifadhi kuyakinaa, ndio kuna mtihani zao, ndio aya namalizia.

zako wanaume. Siku zote ukisikia mtu anakwambia tu wanawake wamekaa vizuri katika jamii, mwambie wewe ni mwongo. Haiwezekani na watu wote washakwambia wenye kukamilika wengi ni wanaume kama kwenye ndoa ambazo zipo katika mji. Wenye kufanya khiyana na mabaya katika ndoa. Wakiwa ni wengi basi, wewe utakuwa ni wanawake. Wanaume wakati washakuwa wa wa wa wa wa wa wa

Ule rafiki yake ndio anatoa maana siri yote anataka kumwambia, anamwambia rafiki yake. Na mke wangu anaweza kuwa na siri. Wewe wewe, kwa, kwa we, we, mimi wewe. Lakini rafiki la yake mwanamke anajua siri zote. Mipango yote anajua. Sasa ndugu zangu katika imani, au wanawake tume anasema, itaqi dunia wa taqi nisa. Yoko kwenye dunia na wote wanawake, wanawake ni mtihani kama hautakaji zuka kukaa strong mke wako nasababisha usiendelee katika maisha haya, mmaisha mipango yako kuendelea kimaisha. Mke wako anaweza kurudisha nyuma, mke wako anaweza kufanya ukazalili katika jamii. Sasa ndugu zangu katika imani hiyo, sasa nimeacha kipengele baada ya hadithi na aya ambayo Mwenyezi Mungu wameleta waziwazi, inama min aswarikum wa auladikum fitna

Ukiona nataka kufinish mambo stop, nataka nibadilie, lazima tuweke hela hapa. Hapana, mmoja wako kila kuenda, unataka uvae kwa wewe. Mwezipo amesema, wafishani takufa azizidisha, lakini atakuwa atakufilisi. Mambo mengine pika kuleta hapa, nataka na mradi wangu afanye kumwapa kwa dada mwangu kwa dada. Katika katika maisha yetu kuna akiba na takiwa tunajua tufanye hivi na hivi. Sasa kama utukui huko wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala